Loeva Ministry tunawakaribisha watu wote kwenye ibada kubwa ya ukombozi wa maisha yako. Njoo ukombolewe kila kitu kilichopotea katika maisha yako, iwe ni kazi, iwe ni upate mtoto kwa muda mrefu iwe ni unaangaika magonjwa mbalimbali. Hakika hii ni ibada ya kwako. Yesu amejipanga vizuri na mtumishi wa Mungu Kuhani Eliah Abel Haule kwa ajili yako. Njoo uone mkono wa Mungu ukikutendea. Ibada inaanza saa tisa kamili alasiri, mahali ni hapa Kimara Suka Golani G9. Wewe unayetokea popote pale utapanda gari ya Kimara. Utashuka Kimara Suka, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo utakuwa umefika kanisani. Bila kusahau tunakuwa live YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. Pia tutakuwa live TikTok, utaingia kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Kwa mawasiliano zaidi ni sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri. Watu wote tunawakaribisha.